Kanisani, Mungu awabariki sana. Uongozi: idara yetu ina viongozi wafuatao. Mlezi wa idara, mchungaji wa ushirika. Mshauri wa idara, mchungaji Meri Katelile. Mwakilishi wa idara ya KMT, dada Latisi la Sakarani. Mwenyekiti wa idara, dada Judith Mwailafu. Makamu mwenyekiti, Furaha Mbasa katibu wa idara dada Dabatumbombele Yetunyange, na mtunza hazina wetu ni Margaret Kaunga. Mafanikio, tumefanikiwa kujifunza Biblia, namba mbili, ujasiamali na vitu mbalimbali kama bustani kuoka mikate na maandazi, na hivi vyote ninavyosema hapa ujasiriamali Tukapomaliza ibada hili pale nje, vipo mtaviona na mtashiriki pia kutunga vikono. Tumejifunza pia nyimbo mbalimbali kwenye pii jetu. Pia tumefanikiwa kuwatembelea wahitaji, wafiwa, wagonjwa, magereza, witali, Katuma, na wenye uhitaji maalum katika kituo cha Katumba ambacho tulienda mwaka huu Tukuyu na Igogwe matatizo mahudhurio hafifu kwenye vipindi ndio shida tulio nayo katika ushirika wetu. Pia tuna malengo ya sikukuu hii kwa mwaka huu elfu mbili ishirini na tano. Kwanza kutimiza makisio ya mwaka huu ambayo ni shilingi milioni moja na laki nane, na tunajua leo tutakamilisha. Pili tutaendelea kutembelea wahitaji Tatu, tutaendelea na ujasiriamali na ujasiriamali pia. Tutaendelea na semina mbalimbali, tutashiriki mkutano wa wanawake KMT utakaofanyika mwezi wa tisa, Iringa na katika mkutano huo zao kuu la mwaka ni mahindi, hivyo kama wanawake tunatarajia kutengeneza vitu mbalimbali vinavyotokana na zao na mahindi na baadhi mtaviona leo pale nje. Ombi, tunaomba ushirikiano wenu ili kuyafikisha malengo tuliyowekea. Mwisho tunawashukuru wote kwa ushirikiano wenu katika kufanikisha siku hii ya leo. Mungu awabariki sana kwa kuwa ameonyesha mambo ambayo iyaweka kama malengo na mmetekeleza kweli. Nashukuru sana kwa sababu mmesema tutatembelea pa mbalimbali katika vituo vyao wenye shida, na kweli mimi mwenyewe ni shuhuda. Tumetembelea Katumba, tumetembelea Igogwe, lakini mara kadhaa mmekuwa mnafanya ibada hapa na wenye shida. Mara kwa mara nimepata taarifa mnayotembelea Asanteni sana kwa sababu ndio kazi ambazo za wanawake. Mungu aendelee wa kuwabariki, Mungu aendelee kuwatunza na tunawategemea sana kwa heshima. Lakini jambo ambalo imeonyesha kama changamoto hili la mahudhurio kwa kweli a, na mwaka jana pia nikizungumza, na kila wakati nikipata nafasi huwa nalizungumzia ushirika wateku, wa teku wanawake sio hawa tu ambao wanavuria kila jumamosi na hawa ambao tunaona wanaimba, sisi wote tunahusika. Lakini kusema kweli ni muhimu shuhuda, ninapokuja kuwatembelea idadi inakuwa ni ndogo, kana kwamba wa wanawake wengine wao wamejiondoa kimya kimya kwamba kuja kumwabudu Mungu kila Jumamosi sio wajibu wao na watu wengine, na niombe tu kwamba muone kwamba ni wajibu sisi wote. Nguvu yetu e, umoja wetu ndio nguvu yetu, na hata Yesu Kristo alisema wawe na umoja e, hey, analiombea kanisa la Mungu wawe na umoja, na umoja unaonekana katika matukio mengine kama haya. Kwa hiyo niwaombeni sana. Kumbuka hata kama umekosa kwa sababu ya ndoli kuu, lakini sio kila wakati umekosa nafasi. Kila siku ya Jumamosi huwa kuna ibada hapa inafanyika kila siku ya Jumamosi. Naomba tuone mzigo tu tukuja, kwa sababu tunapokuja tunakuwa na nguvu ya pamoja kuomba Mungu wetu. Hilo ndio tunataka kuomba sana na idara sijaona kama mabaguzi ubaguzi wowote, labda kama wewe mtu mwenyewe binafsi akajibagua mwenyewe, lakini inakaribisha watu wote madakunawak mwanatondoa ameshinda kwa jina. Judith Mwailafu ni mwenyekiti wa kinamama ushirika wa Teku Moravian. Leo ilikuwa ni sikukuu yetu ya kina mama ambayo tumeifanyia katika ushirika wetu wa, wa TEKU hapa hapa chuo kikuu Teofilo Kisanji. Sikukuu yetu iliandaliwa na umoja wa wanawake. Sikukuu yetu limepambwa kwa sherehe kubwa ambazo wa kina mama wamependeza, wameimba, wamefurahi wa wa na vitu vingine. Pamoja na hilo tu, tumeandaa bidhaa nyingi za ujasiriamali. Kwanza kabisa tumeandaa, tumeandaa zao kuu ambalo ni mahindi. Kwa hiyo tumeandaa mahindi, tumeandaa kande ya kupogolewa na kande bichi, pamoja na mahindi makavu. Pia tuna ujasiliamali mwingine wa kutengeneza mashuka, vitambaa na kadhalika, vitambaa vya kina mama wanavyovaa. Mwana kondoo tunavyo hapa pia, tunakaribisha sana mpunge mkono. Pia tunazo, tunatengeneza bidhaa nyingi, mfano pilipili ya maji, skukuru ya maji tunatengeneza, tunatengeneza pia mkate wa viazi lishe. Viazi lishe tuna tunavilima sisi wenyewe hapa pateku. Kwa hiyo tunavyo hapo nje, tunaomba mpunge mkono. Mwaka huu kwa kweli tuliandaa katika sadaka zetu zile tunazopata za maombezi, sikukuru e, ya maombezi ya dunia, ya dunia nzima hmm kwa kweli tulijiandaa, kina mama wa Teku, wanawake wa Teku, tulikaa kwenda kuwaona watoto yatima kwanza. Tulitembelea watoto yatima ambao wanaishi Igogwe, ambao ni watoto wachanga kabisa. Pale tulipeleka la... mchango wetu pale, tulipeleka vifaa, bidhaa zinazotakiwa, tulipeleka unga, tulipeleka nguo za watoto na sabuni pia. Pili tena tulitembelea kituo cha Katumba cha watoto wasiojiweza. Kwa hiyo kule na kwenyewe tulipeleka vitu vingi, tulipeleka sabuni, mchere na vitu vinginevyo, mahitaji wanayohitaji pamoja na nguo. Tulitembelea hapo pia. Mwaka huu pia tulitembelea gereza la watoto watoto wadogo ambalo linapatikana katika Vikaa wa Iela upande wa Blokoti Kabwe. Tukitembelea kule tembeleakule pia tunaona watoto wanaishi magerezani. Mwaka huu tunategemea kwenda kwenye mkutano huu huko wa KMT huko na kwenye tunatarajia kupeleka vitu ambavyo tunaandaa tuna sisi hapa. Tuna Tunapeleka huko injili pamoja na masomo yetu ya Biblia tunapeleka huko. Sasa tukatengeneza maandazi na mkate na keki ambayo inapatikana kutokana na viazi lishe. Pia tuna shamba ambalo tunalima maharage, tunalima mboga mboga. Navyo hapo vyote ukweli, nawakaribisha na wanawake wote ambao kwa kweli hapo katika umoja wa wetu wa wanawake wajitahidi kuja, maanake kuna mafundisho mengi kwanza tu mafundisho yetu ambayo tunayapata kila Jumamosi ni mafundisho tosha ya kumjenga mwanamke. Tunajifunza mengi, ujasiriamali, neno la Mungu ambalo linakaa ndani yetu sana, na wakaribisha kina mama wote ambao hawaji kwenye vipindi hivi vya kina mama waje katika mafundisho hayo tunayapata kila Jumamosi. Vipindi vinaanza saa moja na nusu, saa tatu na nusu tunakuwa tumeshamaliza. Kwa hiyo tunawakaribisha kina mama wote ambao wanakaa nyumbani tu Jumamosi tumeitenga kwa vile ni watu wengi wanakuwa kwa majumbani. Kwa hiyo tunategemea kwamba kina mama wengi sana mwaka huu watatoka, tunawakaribisha sana. Yaani Mungu amewaheshimu nyee maproducer amjui tu amewaheshimu nyeemapeatekaye waziri wa mambo ya ndani kusema sikukuu ya wanawake wamshukuru Mungu. Yako mambo mengi, wanawake tunapitia mengi mengi ambayo Mungu ametukabidhi tuyabebe mengi. Kwa hiyo tukimaliza mwaka tuna sababu ya kusema Mungu asante, yako mambo mengi, na liturujia imeeleza kabisa kwamba walioyafanya wanayoyafanya ni wanayo pamoja, na mazuri na machungu. Mtumishi wa Mungu ametoka kutushuhudia kwamba hata kama yale yanayosumbua bado, tunataka tunapaswa kumshukuru Mungu hata kama nyumbani watoto wanasumbua mpe Mungu utukufu, kwamba kwa kwa Mungu hata hili unaliweza, kwa wakati nao ujua wewe utaliweza Mungu, maana tunajua shetani anavita na kizazi cha mwanamke. Kwa wanawake tujitambue, kwamba ni machungu na mazuri yote yako mikononi mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kile hawajatupa kichwa kipya mwaka huu, tunatembea na kichwa kile kile, Ufunuo sura ya kumi na mbili, mstari wa 11. Tuombe. Nibarikiwe jina lako Jehova Mungu liyeziumba mbingu na nchi, ushukuriwe wa Mungu wa mbingu na nchi kwa mema mengi unayotutendea, hata tunapopita kwenye mvuli. Tumesema tunaendelea na kitu kile kile, ufuno wa Yohana sula ya kumi na mbili. Muda umeenda nitamani nianzie mstari wa saba. Basi utasoma peke yako ukiwa nyumbani, lakini nitasoma tu neno kuu kwa msaada wa Bwana nawatangulia kusoma maneno ya Mungu, yanasema nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Bwana Yesu asifiwe, Amen. pamoja na kwamba sijasoma namba, nieleze kitu kimetokana na nini. katika Ufunuo kumi na mbili tunapata habari ya vita vya Mikaeli na malaika Shetani anapigana na Mikaeli. Sasa hivi vile vita vilikuwa vikali sana, palikuwa na kizazi cha mwanamke akiwa akijifungua, yule joka anataka kummeza yule mtoto. Nafikiri haya ni mafunuo Yohana anaona na, na kama mnakumbuka, tukirejea kwenye agano jipya, habari za kuzaliwa kwa Yesu, kuna joka linu ili ammeza mkatilie mbali mtoto, lakini Mungu akasema na malaika kwa makimbilia Misri. Kwa hiyo vile vita havikuisha, bado shetani aliendelea kufanya vita na kizazi cha mwanamke. Sasa hapa Mikaeli ambaye ni malaika mkuu anayetupigania hata usiku, kilalo za malaika mkuu anayeshika panga linaloshukuzunguka kila upande, mwachawi wakikatisha, yeye akashughulika, wewe umelala, lakini malaika wa vita yupo kazini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alipigana na huyu shetani ha, na hapo, kuna sauti inasema wale wa nchi na bahari maana mshtaki ametupwa huko, Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Aliposhindwa vita, alidondoka huko, naona kutoka mbinguni mpaka akadondoka. Nafikiri nikiwete mpaka leo, ndio maana anatusumbua. Naenda kazini, anakutuma tu, maana yeye hawezi, anatuma tu nikiwete o. Nafikiri mtu ukionguka kwenye mti wa mita, kutoka kule chini unafika chini, unakuwa mzima. Huyu shetani nikiwete, ndio maana anasumbua yeye mwenyewe hataki kufanya, nasumbua nasumbua watu, yaani amekamata watoto wa Mungu. Unashangaa kabinti kazuri kana uzinzi, kiwete amemtuma, sio yeye. Unashangaa baba mzuri anaitwa sugar daddy ha. Kiwete hana adabu, anabadilisha hata majina ya watu, jengine wanaitwa mashangazi. Kiwete hana adabu anabadilisha hata maisha ya ma, majina ya watu kwa sababu alitupwa kutoka huko juu, akafurushwa mpaka chini. Alafu tukaambiwaje? Ole, mkae macho. Maana mtu akaposema ole, manake kuna anakupa tahadhari kwamba huyo mshtaki amekuja msumbufu, mtabishaji amekuja. Sasa, kwa kuwa tumeshapewa ole, ndipo tunapewa neno ili kwamba hatutamshinda kwa ilizi hatutamshinda kwa mabomu, hatutamshinda kwa mipasho, bali kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu muulize mchungu jirani yako, ana miliki nini hapo? Lipi unamiliki nini? Yaani damu ya mwana kondoo, luksa kumiliki luksa. Yaani ukijizindika kwa damu ya mwana kondoo, hata mapepo yanakuogopa, hata watu walikuwa kwenyewe wenyewe maana umejizindika kwa damu ya mwanakonai. Tutashinda vita si kwa kupigana ngumi, tutashinda vita si kwa kupiga mipasho. Ukikuta mtu anaongea sana, mshtaki kwa Mungu aliyemuumba, ushuone damu ya mwanakono itakavyokamata. Mwambie Mungu Yesu, tia kinywa hichi ganzi. Mbona usu nanii, Isaya wakati anatumwa kwenda kuhubiri akasema, la Mungu wangu, nitaendaje mimi, nakaa katikati ya kama mchapa anasema, ebu tia kaa langu kaa la moto kiwa kinywa changu, yani kinywa cha Isaya. Alijisangaa kama alikuwa anasema mambo, akaanza kusema, bwana Yesu asifiwe. Alishangaa kama anasema eh, yani, kuna salamu zingine ni aje? Akaanza kusema, Bwana kondoo ameshinda, ametia kaa la moto kwenye kinywa chake. Kuna watu wengine, yani, kinywa mpaka moyo umetawaliwa na vitu, akishituka hapa akitamka neno wote mtatawanyika, ndicho kilicho mjaa lakini ukijama na damu ya Yesu na damu ya mwana kondoo, ukaimiliki unaiona kabisa, lile ni li pepo lile ile ni ajali ile, hata kama mempitisha rafiki yangu ninayempenda, lakini siye shetani amemtuma. Ukiwete mpige kwa damu ya mwana kondoo, atatawanyika. Maana neno limetuambia, walimshinda kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanasema ngoja Nasikia wewe ananifuata fuata na mimi najiandaa. Unakuwa sawa na yule. Wewe ukishasema tu kwa damu ya mwana kondoo tia kinywa, shetani hata afurukuti kwenye damu ya mwana kondoo. Ananyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno hili naambiwa nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, lakini pale chini akasana kwa neno la ushuhuda. Jamani ushuhuda una maana. Yaani ushuhuda, shetani akikutania hata wenyewe wanafarakana kule

nguo nguozi za kiturano afu, nimekonda sana, utanifunga kanga ya mwanakondo hapa, afu zile za Zakayo utaniweka kichwani, afu wimbo wa kwanza nikuti ugonehe we kisu kya pasi. Sasa ninachotaka niwashuhudie, yani ushuhuda ulikubaki, napofika nikuti anz pisheni, pisheni, pisheni, jamaniusio wakuti pisheni, pisheni, wa pisheni, wenyewe walitawanyika Yaani yule mama tunapita, maana tulitaka tubebe wenye jeneza, maana alikuwa kitu mwanakitulano. Najua akisema mpiganaji wa safu ya mbele eh, kama ni jeshini atabebwa na wanamgambo si anabebwa na wanajeshi. Kwa wanajeshi tukapangana, yani hapa tutawapa vijana mpaka wakati wa kushusha kaburini. Lazima si jeneza ni zito, wanatengeneza njia, piteni hapa mama, piteni hapa, piteni hapa. Ah, huyu hawezi, huyu kwenda hatuwezi kumgusa. Ushuhuda ulisema, Bwana Yesu asifiwe. Nikashangaa wiki ile ile akafa mwingine, nani? Mama Kiturani. Tunasema jamani, tunaomba vijana, tutakaza kuti h hey, joba hey, alimo juu juva bafunde <laughs> yani manaake na huyu na alikuwa na alikwemo. Sasa kwa nini yule walituachia njia alafu huyu wanasema na alikwemo? Ujue kwamba ushuda umegoma yule, huyu tunasema tunaomba tupite. Bwana Yesu asifiwe. Nakosa huu mimi. Sameni, kwa sauti yangu ni kubwa nikisema hivi amsikii. Tunasikia. Sasa akili inapelekwa huko. Asante baba. Sasa, ule msiba, tumejivalisha nguo nyeupe, tunataka sasa, tumetoka moto ali, tumemchukua mwenzetu, tupige maandamano sasa, tumwage mara ya mwisho. Wametia hiyo vijana miguu kama vile wanatusegea, jamani, tupite. Ah, mna kusumbua na nyie wamama nyie, nyie wamama nyie mnajitesa huyu kwa nini? Mwingine walituachia njia, mwingine wa kagongo. Mama alikuwa na mtambo wa kupika gongo, anawapikia halafu mambo yake yalikuwa hayaeleweki. Kama mama kwa nini tumefika usiku wakati wa nyimbo, tunaimba na wenyewe wanaingia. Wakati yule walipoingia, twalimene ni wakawambia Mlimfamu yule, huyu mliwaimba naye wakakimbia. huyu wakasema, jamani, tumeheshimia na mchana usiku hapa kitaeleweka. huyu tulikuwa tunaimba tukiwa huko. Wakaendelea kuimba. Jamani, nataka kueleza habari za ushuhuda, yaani naweza ukasema ninachokifanya hivi hakuna naye niona ushuhuda unagoma.